Kazi ya Mungu ni lazima ifanywe kukiwa digiri au hakukiwa hakuna digiri, kwa sababu kazi ya Mungu haifanywi ni vile digiri inasema, lakini ni vile Roho wa Mungu anasema. Kuna wahubiri wengi hawajapita starali tu, lakini ukimsikiliza akiogea unasikia huyu mtu ako na roho wa Mungu nako na, na upako wa Mungu na hajui digiri ni nini. Mimi nataka kukuambia kujaribu mtajaribu ati jiri itahubiriwa ni wale wako na madigiri, lakini hebu niwaambie hakuna mahali mnaenda mtajaribu na mshindwe, ni kwa sababu hakuna wakati shetani ameshawahi shida roho wa Mungu. Kwa hivyo mimi nigewasihi wale wanafurahi ati wahubiri hawatahubiri tena, kwa sababu wale watahubiri ni wale wako na digrii. Lakini sikiliza vizuri, mutu kama Petro, hakuwa na digrii yeyote, lakini wakati alianza kuogea, akaogea, akaogea, siku ile aliogea kuliokoka watu elfu tatu na ni mtu hakuwa na digrii, na hata wale wako na digrii pengine akiambiwa afanye hiyo kazi, ametoka Nairobi University, aambiwe afanye hiyo kazi ya Mungu, utaona ameshindwa. Kwa hivyo, hiyo uelefu wa ulimwengu hakuna mahali utapeleka kazi ya Mungu ni kwa sababu Mungu mwenyewe ndio anaogosa neno lake, ndio anaogosa kazi lake, ndio anaogosa kanisa lake. Sijui ni kwa nini watu wamefurahi ati wahubiri watapingwa, kwa sababu watashushwa, wale hawana degree hawatahubiri. Sisi na sisi tutaenda kwa magoti, na wale ambao wanasema ni lazima digrii ifanye kazi. Wow, wao ndio watashoka, wao ndio wataona wameshidwa na kazi ya Mungu. Wow, wao ndio wataona wameshidwa na nguvu za Mungu. Ni nani ameshawahi wahi shidana na nguvu za Mungu na akaziweza? Hakuna mtu anyionyeshe, ati mutu alijaribu kushidana na nguvu za Mungu na akaweza. Hapana, yeye ndio huwa anawezwa ebukubuka Nebukadineza alijaribu kupigana na, na nguvu za Mungu, naye Mungu akamwambia kile utafanya kwanza utawacha hii kazi yako, utawacha kiyo kiti chako na uende kwa kishaka ukule nyasi miaka saba, alafu baada ya miaka saba utarudi na uendelee na kazi yako, na hivyo ndivyo ilifanyika. Nebukadnezza alieta akakula nyazi miaka saba na akarudi akakalia kiti chake, baada ya kung'ang'ana na nyasi huko kichaka, baada ya kushindana na wanyama huko kwa mwituni. Um, ati ni nani anaweza kula nyazi nyingi? Na baadaye hakuna mtu alichukua kiti chake, alikikuta kikiwa salama. Kwa hivyo wapendwa tuache kushindana na nguvu za Mungu. Ni kwa sababu wale watu unaona wakifanya kazi ya Mungu, hata akiwa haja kanyaga darasa lolote, ni Roho wa Mungu anamuogosa, upako wa Mungu uko juu yake na kwa hivyo hata mkijaribu hawa watu hamutawaweza. Mungu atafanya wawe wengi, watakuwa akiwa wengi, wakiambiwa hakuna kuhubiri makanisani, wataenda Karura, wataenda kwa kishaka, wataenda kwa misitu. na hebu na, nikuambie nguvu za Mungu zitashida wale ambao wanapinga injili isiendelee. Ningesihi watu niwaambie, Wache hiyo mchezo, wache kupiga ijili isiendelee. Ni kwa sababu hata hii nchi yetu ya Kenya inasimama, ni kwa sababu ya hao watu wanaoba, wananiilia Mungu, naye Mungu anasimama na nchi yetu. Mkigonga hao watu, muambie hakuna kuhubiri ijili, Kenya itasimamiwa na kina nani? Mimi naona watu wako na mchezo, ninaona watu wanaingilia laini ile ambayo si yao. Ni kwa nini wanataka kuingilia laini ambayo si yao? Digrii hakuna mahali inaigania na kazi ya Mungu na kuhubiri injili ya Mungu. Hebu nikwambie, mimi ninajua watu wengi ambao hawakuwa najua kigereza lakini wakati walianza kusoma Bible, si nani sijui ni nani aliwasomesha kusoma hiyo Bible, na wakati huu wanaogea kigereza. Ile iko ndani kile hana ni ile hiyo sheti ya digrii ni hiyo certificate munasema, lakini akianza kuogea kigereza, hata yule ametoka university hawezi akaogea hicho kigereza. Wapendwa, hebu tumuogope Mungu Hebu tufikirie mambo ya Mungu na tuache Kenya itawaliwe na nguvu za Mungu, itawaliwe na Mungu mwenyewe. Na mimi nimesema kukiwa kuna wahubiri wachache ambao pengine wameenda njia ile haifai, wewe ongea juu ya wao, lakini wachana na hawa wengine, ni kwa sababu kitabu aanze kutokea kwa uwaja kuchukua maikrofoni kuhubiri injili. Hebu ni kuwapia, amepitia mambo magumu, ameenda shule ya Roho Mtakatifu na akatoka na sheti igawa hakuna mtu anakiona. Wale ambao wanamsikiliza wameona huyu jamaa kusema kweli anatumiwa na Mungu. Kwa hivyo mpendwa, wewe unafurahi ati eh, makanisa itafugwa, e, wahubiri hawatahubiri tena, sijui nini nini nini, umekuja umesherewa. Ni kwa sababu hiyo, ni kazi bure. Hata yule ameanza, hataweza atafika mahali muku mwenyewe amkute kwa toto na amuogereshe na amwambie achane na hiyo mchezo, hata akiwa ni nani. Mimi najua nguvu za Mungu zitamkuta, hata akiwa wapi, hata akiwa ni nani, na amnyamazishe na ashane na hiyo mchezo. Wapendwa, Roho Mtakatifu si wa kuchezewa, nguvu za Mungu si za kuchezewa, zinaweza leta madhara ambaye hugefikiria. Kwa hivyo, wapendwa, tuendelee kumwamini Mungu, Tuachane na hiyo mambo ya digrii, tuachane na mambo ya setifikati, lakini ebu Mungu atawale Kenya, ebu atawale viongozi wetu, na Kenya itanawili na Kenya itakuwa mahali pazuri. Sikio wivu ati wahubiri wanakula kitu, wanakunywa sijui nini, wanafanya hiki na kile. Ni wachache pengine wanafanya hivyo, lakini sio wote. Brother au sister, wachana na kazi ya Mungu, ebi yendere. Ni kwa sababu ukijaribu kucheza na kazi ya Mungu, wewe ndio tashoka, na mwishowe utakuwa ukiagalia kazi ya Mungu ikienderee. Wajua, ni nafasi umepewa uongee kile unataka kuongea, lakini kuna mahali Mungu atakushika na akuambie, wachana na watumishi wa Mungu, wacha kuingilia kazi ya Mungu. Na Mungu atasimama na wahubiri, atasimama na sisi, na hakuna mahali unaweza peleka mhubiri. Mhubiri ana Mungu, anamwangalia ni Mungu anampatia discipline na kule anampatia discipline. Hata ukijaribu kuuliza, utaona anapewa discipline, akiwa peke yake, akiabiwa kile umefanya ni makosa, na anapiga magoti akiabia akia Mungu sole, yaani akisema hatafanya hicho tena. Kwa hivyo wewe, kazi yako ya kuogea kuogea kuogea, we ogea lakini najua utafika mahali uachane na kazi ya Mungu iendelee, hiyo inaminimiza sana wakati mnasema degree, degree, certificate, certificate. Lakini umeshitwa, kuna shule ya Roho Mtakatifu na hiyo ndio number one. hiyo ingine inakuja baadaye, mutu akitaka kwenda shule aende lakini hata ukienda hiyo shule, ile umepata kwa shule ya Roho Mtakatifu hutaipata huko university. Ni kwa sababu utakuta mutu ako na mambo yake, anafanya hiki na kile na kile, hajaingia udani kwa mambo ya Roho Mtakatifu. Barikiwa sana na Mungu akutendee. Asante.